Ni ndoto iliyosubiriwa kwa muda mrefu. Ni ndoto iliyokuwa ikishuhudiwa sana kwa mataifa ya kaskazini mwa Afrika. Ni ndoto iliyotimia baada ya kupanda na kushuka milima kwa jitihada zenye jasho zito. Naam, kwa mara ya kwanza Tanzania inapeleka timu nne kushiriki michuano ya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, CAF, yani ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho Afrika hatua ya makundi ni Young Africans ama Yanga, Simba, Azam FC pamoja na Singida Black Stars wamekata tiketi ya kushiriki michuano hii hatua ya makundi msimu huu wa 2025, 26 na kuifanya Tanzania itambe kwa hatua kubwa iliyopiga katika sekta ya michezo kupitia mashirikisho na vyama vya michezo ikiongozwa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, huku mkono mkubwa wa serikali ukiweka jitihada kubwa kuhakikisha mafanikio haya yanafikiwa kupitia kufungua milango kwa wawekezaji kuwekeza katika timu hizi pamoja na sapoti ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia hamasa iliyopewa jina la Goli la Mama. Bila shaka safari hii haikuwa nyepesi, baada majaribio ya majaribio ya miaka nenda rudi, klabu mbili pekee za Simba na Yanga ndizo zilikuwa zikifanikiwa kupenya. Naam, safari tumeianza tayari, makundi yamepangwa. Lakini swali ni je, safari hii inaleta matumaini gani kwa wafanyabiashara na wajasiriamali kwa ujumla, hasa katika kuongeza pato lao binafsi pamoja na uchumi wa taifa kwa ujumla? Tunaendelea vizuri, kutokana na mashabiki wengi wanajitokeza, hasa kama michuano ya kimataifa, watu wanakusanyika kwa wingi, wageni kutoka mbalimbali wanakuja hapa kwa ajili ya biashara, wengine wao wapoweza, hawajui wanakuja kuwajulia hapa na endapo timu yoyote ambayo ikishinda muda wa kutoka uwanjani unafanya biashara moja kubwa sana unapata faida moja nzuri sana. Baraza la Michezo Tanzania BMT, kama mlezi na mdau namba moja wa sekta ya michezo, anayo nafasi kubwa ya kuhakikisha kwamba timu zetu na michezo yote kwa ujumla inakuwa na mwendelezo mzuri katika anga za kimataifa. Ah, kwa kweli kwenye awamu hii ya sita kupitia mfuko wa maendeleo ya michezo ambao uko unasimamiwa na Baraza la Michezo la Taifa. Yaani, ni fursa nyingi sana na ni misaada mikubwa sana ambayo imeshatolewa na Baraza la Michezo la Taifa kupitia mfuko huo, kwa sababu hakuna timu ambayo inaenda kimataifa iondoke hivi hivi. Wanaweza yani, hata kama wasiposaidiwa ile vitu vyote lazima kama ni ndege labda, labda, usafiri wanaweza pata usafiri wa wakakatiwa waka usafiri wa kwenda na kurudi, posho wakalipwa. Kwa hiyo kwa kweli, kwe ni mengi sana ambayo wanafaidika nayo. Lakini je, baraza la michezo litatengeneza mazingira gani ya kibiashara katika kuhakikisha kwamba wafanyabiashara nchini wanatumia vyema fursa ya uwepo wa michezo ya kimataifa? Ah, tuna faida nyingi sana kwa sababu kwanza wachezaji wetu wanapokuwa wanaenda kimataifa na nchi na yenyewe inajulikana zaidi. Kwa hiyo na wenyewe wanaona fursa za kuja ku, kutumia hata viwanja vyetu. Kwa hiyo hiyo ni, ni faida kwa nchi, kwa uchumi unaongezeka kupitia michezo. Wafanya biashara wanafanya biashara kupitia wanamichezo mbalimbali ambao wanatoka kimataifa kuja huku. Kwa kweli ni faida kwa nchi kiuchumi, lakini na kwa mtu mmoja mmoja, na kwa wanamichezo wenyewe. Kwa hiyo tuendelee kuzi, kuziboresha zaidi fursa tunazozipata kupitia michezo ili tuweze kufika mbali zaidi kimaendeleo ya nchi, lakini na kwa mtu mmoja mmoja. Kwa upande wao wafanyabiashara wenyewe ambao ndio wanufaika moja kwa moja wanaongezea watabasamu mzito kwa kufanya vyema kwa timu hizi. Kipindi kile cha mechi nini ukuoga, biashara zinaenda sana sana sana. Karanga mfano unaweza ukaja kupata mara mbili na karanga zako zimejaa na ukarudi ukamaliza. Ah, kwa upande wangu mimi kidogo kuna mzunguko wa pesa unakuepo kwa sababu watu ni wengi eh, wanaingia na kutoka nitakuwa ni bizi hata kula kwenye nashindwaga kwa sababu ni muda ni kila ukisema uenda ukale unapata abiria ukiangalia shilingi 5000 7000 huwezi kaiacha. Nafunga safari hadi kwa mchambuzi wa soka la Afrika Nazareth na upete kutoka shirika la utangazaji la Taifa TBC, na hapa anabainisha namna taifa linavyonufaika kwa timu hizi kufanikiwa kushiriki michuano ya kimataifa. Faida ni kubwa sana, na ni kubwa kwa sababu timu zote ni very attentive teams. Takupa mfano mwepesi tu. Unamaona. Uh, Young African sio Yanga na anacheza na, na El Ahly. Mechi ya El Ahly hata usipoifanyia promo ni mechi ambayo absolute self promotion. Uh, utahitaji tu nguvu kidogo kuambia watu kwanini unacheza na El Ahly. Wanaweza kufanya kila kitu wanachotaka kufanya, ama wanaweza kufanya kila kitu, kila kitu ambacho wao wanakifikiria kukifanya, lakini biashara za watu mtu mmoja mmoja msingi mkubwa sana wa kiuchumi hasa kwenye matukio e, kwa sababu mtu anayeuza bahati yeah, nzuri, Zanzibar kuna biashara kubwa sana ya juisi e, ukienda Zanzibar karibu kila mtu utaona anaokota chupa <laughs> sio, sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu kuna biashara kubwa sana ya juisi. Sasa ile biashara inahitaji tu uh, we uziwe za baridi tu peleka uwanjana ndo biashara ndogondogo ambazo ni rahisi zaidi mtu kumnufaisha kiuchumi yeye mwenyewe mmoja mmoja, lakini usafirishaji pia. Zanzibar ni mji wa kitalii sana. Nikitazama sehemu zote hizo za msingi, sioni sehemu ambayo itakosa watu wa msingi wa kwenda kupambania jambo lao. Kiu yangu haimaliziki, nakatisha mitaa hadi katika hoteli ya Nefaland iliyopo jijini Dar es Salaam, ambayo ni miongoni mwa hoteli ambazo timu za mpira wa miguu hufikia, hata mashabiki kutoka kwenye timu mbalimbali hasa mataifa ya nje wanapokuja nchini Tanzania hufikia, na hapa napata maelezo ya kina, namna na hoteli hii inavyonufaika na hata taifa kwa ujumla. Kwa sisi kama watu wa hoteli tunafaidika kwa kupata wageni kutoka nje, mashabiki na pia ikiwezekana kulaza timu. Kwa sisi binafsi, tunakuwa tunafaidika kwa namna moja ama nyingine. Timu hizi ziwapo nchini hutumia usafiri kutoka kwenye kampuni mbalimbali mbali za usafiri, hivyo kugusa moja kwa moja sekta ya usafirishaji. Timu hizi pia hulipia viwanja vya mazoezi, hivyo kuongeza pato kwa taifa kupitia kodi zinazotozwa na mamlaka ya mapato nchini TRA, katika maeneo mbalimbali ambayo timu hizi hutumia kwa ajili ya mazoezi. Lakini pia katika usafirishaji, wanufaika wakubwa ni kampuni mbalimbali ambazo zinahusika na usafirishaji ikiwemo kampuni ya mabasi ya ABC, kama hapa anavyobainisha bwana Edward Nguya ambaye ni meneja mkuu wa kampuni ya mabasi ya ABC kwetu ni, ni faraja kubwa kusikia kwamba kuna fursa kama hiyo ambayo itakwenda kutuongezea kipato, lakini pia fursa ya kuongeza uigo wa kuajiri watu wengine wapya kwa ajili ya kufanya hizo shughuli ambazo zinazotakiwa. Kwa hiyo uh, upande wa mabasi tunaona ni fursa kubwa na sisi kuweza kujimarisha kiuchumi kupitia uh, timu zetu nne kufanya vizuri, kwa sababu kutoka kuna wageni watakuwa wanakuja hapa nchini na wengine pengine watahitaji kutembezwa kuzungukia vivutio vyetu vya nchini. Kwa kwetu ni fursa kubwa sana inayotokana na uh, timu kuvuka ile hatua. Kwa sehemu kubwa safari ya kupenya kimataifa ilianza kupikwa hapa katika dimba la Benjamin Mkapa, na sasa si hadithi tena kwa timu za Tanzania kupenya kimataifa. Miaka ya nyuma hali haikuwa rahisi, lakini baada ya uwekezaji mkubwa na sapoti kubwa ya serikali katika sekta ya michezo, na sasa ndoto hii imekuwa ikitimia kila uchwao. Wafike mbali zaidi, sio tu kwenye makundi tuingie kwenye yani, robo finali tushinde, nusu finali tushinde, mpaka na finali, kwani wale wanaoshinda wenyewe wana nini? Tuone kwamba hapa tulipofikia basi sio ndo mwisho wetu, tuongeze juhudi zaidi ili tuweze kufika mbali zaidi. Na kama ambavyo tunajua kwamba mheshimiwa Rais amewekeza vilivyo na ana utashi wa kimichezo. Kwa hiyo hebu tumwonyeshe basi kwamba na sisi tunaweza, hatumwangushi tu Ma, yani kwa kuishia njiani tufike mbali zaidi, na kila anachokitoa motisha anayotoa mheshimiwa rais, nadhani ndio inawafanya hata wachezaji wanafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo tuendelee kumuonyesha kwamba na sisi tuko tayari kufanya yale anayoyataka, ili taifa liweze kutangazika vizuri kimataifa kupitia michezo. Faida hizi nyingi tulizoziona kwa timu zetu kushiriki katika hatua za kimataifa, basi na shaka kama juhudi kubwa itaendelezwa zaidi, basi haitabaki tena kuwa tu ndoto, bali itazidi kutimia na siku moja kombe la Afrika na hata dunia litakuja nchini Tanzania. Tuendelee kuziombea klabu zetu, tuendelee kuombea timu zetu za taifa, lakini pia sekta nzima ya michezo, ili taifa lizidi kunufaika na vipaji chungu mzima ambavyo vinapatikana katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha makala hii, Jina langu ni Dodson Mbilinyi. Tukutane wakati mwingine hapa hapa Msasa Media.